Kisonga mbele, licha ya wabunge kutetea uwepo wa hazina ya NG-CDF kwa kisingizio cha kuimarisha miundo misingi shuleni, shule nyingi za umma zinazidi kuhangaika kutokana na mazingira mbovu na mabovu ya kufanikisha elimu, hali hii ikichangia idadi ndogo zaidi ya wanafunzi na walimu wanaoajiriwa na tume ya kuajiri walimu na kuomba uhamisho kwa muda mfupi, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Sheldon Asahlo. Katika kijiji cha Itengi eneo bunge la Vihiga shule ya msingi ya Itengi iliyojengwa kwa kipande kidogo cha ardhi kisichozidi ekari tatu ni miongoni mwa shule zilizosahaulika katika maendeleo shule hii sasa ikikumbana na changamoto si haba e, tuko na madarasa ambao hiyo madarasa haijamalizika kabisa tuko na shida na ni kwa sababu gani ni kwa sababu tuko na wanafunzi ambao ni kidogo, kwa hivyo wakati pesa inakuja kutoka kwa serikali inakuja pesa kidogo, kwa hivyo maendeleo sana haiwezi fanyika vile tunataka. Jengo hili ambalo kila Jumapili ni kanisa la Itengi Friends, ndilo linalotumika kama afisi ya shule hii, taswira wazi ya aibu ya shule ya umma katika karne ya 21. walimu wetu wanakaa kwa, kwa hii ambao ni E, ni, ni kanisa sio ofisi, na and most of the time huwa wanakaa nje ya madarasa hiyo. Tunasikia kama walimu wanapata nyangamoto na stress. Iko na mipangilio yao, na sisi shule tuko na mipangilio yetu, so mara mingi kama church iko na mkutano hapa, itabidi sisi tutoke nje tukae kwa corridors, kama walimu na tunapojua hali, kuna wakati mvua ni nyingi, baridi ni nyingi, mpaka ina affect walimu, hata some of them wamekuwa asthmatic kutoka kwa madarasa machache ambayo hajakamilishwa. Hali hii imechangia pakubwa kusajiliwa kwa idadi ndogo ya wanafunzi wanaotegemea mazingira haya kupata elimu. hata hata, viroboto vinatumaliza manyende, tunaboma kila Friday na hakuna samadi tunatembea kwa village hapa Itengi kutafuta zamadi ambayo watoto wanafukuzwa wanataabika, kwa sababu tusipoboma da, e, ofisi tutakaa namna gani? So every Friday mpaka tutafute kaudang ambayo sio kitu ya kawaida kwa e, maisha ya saa hii. Kulingana na mwalimu mkuu wa Itengi Agnes Mbega, changamoto ya ukosefu wa jengo la afisi ya kutumiwa na walimu umechangia baadhi yao kutafuta uhamisho wa pindi tu wanapotumwa shuleni humo TSC, na tume ya TSC. Na mara mingi hata tukipatiwa walimu, mwalimu anapofika hapa nimkaribishe kwa ofisi ile, hali ya ku, ku, ku, kusign arrival akifika tu anarudi anakwenda kabisa. Kuna kama hii mwaka kuna walimu watatu wanne wametumwa kwa hii shule ninako, ninapokaribisha nitaka sasa kutuma kwa TSC, wame, wameingia, mwalimu amerudi kwa ofisi kusema mimi nimepita kukaa kwa hiyo kwa hiyo matope so walimu wanakuja wana hawafiki. Juhudi za uongozi wa shule hii ya msingi kutafuta usaidizi kutoka kwa afisi za NGCDF ya Vihiga imegeuzwa mchezo wa paka na panya, huku ahadi hewa ikizidi kutawala pindi tu usaidizi unapoombwa. Tumeenda kwa mbunge wetu, mpaka kwake mwenyewe, kamati ya shule na kanisa, tukimweleza hayo maneno hatujaona matokeo. Tumeenda kwa CDF tumewauliza, hatujaona matokeo. Sasa e, sisi uhatujui tu, tu, tu, sasa tutalilia nani? Nikiripotia West TV kutoka shule ya msingi ya Itengi iliyopo na ubunge la Vihiga, naitwa Sheldon.